Karibu sana mpenzi mtazamaji, leo tunakuletea sehemu ya sita na ya saba, na hii sehemu ya mwisho ya mfululizo wetu wa faida za viazi tamu. Tumekuwa kwenye safari ya kuvutia ya kugundua nguvu kubwa iliyo ndani ya chakula hiki rahisi kutoka kuboresha macho, kusaidia mmeng'enyo, kuongeza damu mpaka kulinda moyo, hata kusaidia wagonjwa wa kisukari. Lakini kumbuka, pamoja muhimu sana, afya yako ni mtaji wako, na ili kulinda unahitaji kujua vyakula vinavyojenga, si kuharibu. Viazi tamu ni mfano hai wa tiba iliyo ndani ya chakula. Ingawa tunafunga mfululizo huu hapa, faida za viazi tamu bado ni nyingi mno kushinda tulivyoweza kuziongelea zote. Kwa hivyo anza kuvitumia kwenye mlo wako kila wiki, na utashangaa jinsi afya yako itakavyobadilika mtamazaji wa, wa na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV. Faida za kiafya zisizojulikana ikiwa hii ni sehemu ya sita. Kwanza, husaidia kusawazisha sukari mwilini hasa kwa wagonjwa wa kisukari. Ingawa ni tamu, viazi hivi vina nyuzinyuzi nyuzi nyingi zinazosaidia kuratibu kiwango cha sukari kwenye damu. Namba mbili, huongeza nguvu kwa wanaofanya mazoezi au kazi nzito. Viazi tamu vina uwanga wa polepole complex carbs unaotoa nishati ya kudumu bila kupam, kupandisha sukari ghafla. Namba tatu, hurekebisha umye, umeng'enyaji wa chakula zinasaidia watu wenye matatizo ya choo kigumu, gesi tumboni, au tumbo kujaa. Namba nne, ni chakula bora kwa wagonjwa waliotoka kwenye upasuaji. Ni chakula bora kwa wagonjwa waliotoka kwenye upasuaji. Virutubisho vyake husaidia mwili kupona haraka na kujenga seli mpya. Namba tano, hupunguza maumivu ya viungo. Antioxidant zinapopatikana kwenye viazi tamu hupambana na uvimbe na maumivu ndani ya mwili. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani, faida za kijamii na kienyeji za viazi tamu ikiwa ni sehemu ya saba. Hupatikana kirahisi na kwa gharama nafuu, ni moja ya vyakula vyenye virubutisho vingi, lakini bei chini kabisa, suluhisho kwa familia nyingi. Huchangia usalama wa chakula vijijini. Viazi tamu hukua kwa urahisi hata kwenye maeneo magumu, hivyo kusaidia jamii kujitosheleza kwa chakula. Hutumika kama tiba ya kienyeji. Maeneo mengi Afrika, wazee wa kijiji hutumia viazi tamu hivi kutibu maradhi kama kikohozi, vidonda vya koo na hata kuongeza damu. Huimarisha maisha ya wakulima wadogo. Ni zao linaloweza kukuza uchumi wa familia kupata kupitia kilimo na biashara ndogo. Viazi tamu ya tano ni chakula chenye utajiri wa tamaduni zetu. Kutoka, kutoka kwa viazi vya kuchemsha, kukaanga hadi kuoka vina nafasi kubwa kwenye historia ya chakula. Hitimisho katika hii sehemu ya saba: viazi tamu sio ni tu chakula, ni urithi, ni tiba, ni fursa katika jamii. Endelea kufuatilia mfululizo huu kwa video za lishe, afya na mafanikio kupitia vyakula vya asili. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani TV, tumefika mwisho wa safari yetu ya mfululizo wa faida za viazi tamu. Tumejifunza mengi kuhusu chakula hiki, kutoka kwenye faida za kiafya, nguvu yake kwa jamii hadi mchango wake kwenye ustawi wa binadamu. kumbuka Afya bora si bahati, afya bora si bahati. Ni maamuzi unayofanya kila siku, na kwa kuanza na vyakula rahisi kama viazi tamu, tayari unakuwa umechangua mwelekeo sahihi. Asante kwa kufuatilia sehemu zote hadi mwisho. Endelea kufuatilia Yanayojiri Mitaani TV kwa mfufulizo mengine ya afya, lishe bora, tiba za asili, na fursa halali za maisha bora. Usisahau kusubscribe, kupenda video na kushiriki kwa wengine, ili wao wapate maarifa haya muhimu. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.